Habarini wapendwa, karibuni tuendelee kusikiliza simulizi yetu ya Kivuli cha Mapenzi sehemu ya tatu. Sehemu iliyopita tulishia ambapo mlinzi alimpigia simu Neema na kumwambia kuhusu Tasha. Tukuwa tunajiuliza je, watafanyikiwa kumwokoa Tasha na vipi kuhusu Leonard, atagundua huo mchakato wa kumwokoa Tasha? Karibuni tuendelee. Saa nane na dakika tano usiku, mvua ilianza tena kunyesha. Mlinzi aliangalia saa yake ya mkononi tena, moyo wake ukidundadunda kwa hofu. Alijua kuwa Leonard hakuwa mtu kawaida, bali ni mtu hatari sana. Lakini dhamira yake ya kuokoa maisha ya Tasha yalizidi kumjaa na alizidi kupata uoga sana. Alimwita mfanyakazi wa usafi kwa kisingizio cha kutaka kumsaidia kufungua kitu kwenye sakafu ya basement, lakini lengo lake lilikuwa ni kupenya chumbani kwa Tasha bila kugundulika. Tasha alikuwa amekaa sakafuni, macho yake yakiwa mekundu sana kwa kulia. Aliposikia mlango unafunguliwa kimya kimya Alijua huenda huu ni mwisho wa mateso na mwanzo wa kuzimu, lakini alipoona uso wa mlinzi, akasema haraka, "Twende." Machozi yalimdondoka kwa matumaini. Walifanikiwa kutoka ndani ya chumba na wakaenda nyuma ya hoteli, wakajificha nyuma ya kontena la kusafirishia mizigo. Baada ya dakika chache kuna gari likaja. Walipoliona wakajibanza nyuma ya kontena tena. Ndani ya gari kulikuwa na mwanamke jasiri aliyetumwa na Neema akaita, Tasha! Alimwita kwa sauti ya haraka. Ndio, ni mimi, alijibu kwa sauti ya kutetemeka. Akamwambia, pande ndani ya gari. Wakapanda na safari ya kuondoka katika ile hoteli ikaanza. Walitoka kwa kasi sana huku nyuma. Leonard aliingia chumbani dakika chache baadaye. Tasha ya kuwepo kamera ilikuwa imeharibiwa. Alitazama kitandani na akaona ujumbe mfupi aliokuwa ameuacha Tasha. Ulikuwa umeandikwa usinipinde kwa maneno, ukanichoma kwa matendo. Leonard alikimbia nje huku akiwa amejaa na hasira na jazba kubwa sana. Akaanza kuwapigia watu wake simu na kuwapa maagizo mkamatini akiwa hai, lakini msimdhuru anaweza kuwa na siri zangu. Tasha akiwa njiani kuelekea Moshi, lakini safari yao haikuwa salama. Gari lao lilianza kufuatwa na land cruiser nyeusi isiyo na namba za usajili. Neema aliyopigia simu akawaambia, gari lililo nyuma yenu si la kawaida, badilisheni njia na umpe Tasha ile simu mpya na umtumie GPS tofauti. Kisha Nema kakata simu. Dereva alibadili, alibadili njia haraka kutoka barabara kuu na kuingia barabara ya vumbi kuelekea maeneo ya Mlandizi. Gari lililokuwa likiwafuata halikuonekana tena, lakini walizidi, walizidi, walizidi kuchanja mbuga lakini hawakuwa na uhakika kama, kwe, kama kweli wameokoka. Tasha alikaa kimya, mikono yake ikiwa baridi. Akaanza kujiuliza mimi ni nani sasa, huku machozi yakimtoka mazito, hofu na uoga umemjaa. Dereva alimwangalia kwa macho ya huruma. Wewe ni mwanamke jasiri, lakini hii sio mwisho, ni mwanzo wa vita, alijibiwa na dereva. Waliendelea na safari mpaka walipofika nyumba ya usalama iliyoko nje kidogo ya Morogoro, mahali ambapo Neema alikuwa amewapangia maficho. Ndani kulikuwa na laptop, simu mpya na nguo mpya. Pia kulikuwa na wafanyakazi wa mashirika halali ya kibinadamu na walikuwa wakisubiri kumpa Tasha maelekezo. Wakati huo, Leonadi alikuwa na watu wake Tanzania bara na Zanzibar. Alikuwa na uwezo mkubwa, mawasiliano na polisi, wafanyabiashara wakubwa na hata baadhi ya wanasiasa. Hii haikuwa tena kuhusu mapenzi, ilikuwa ni vita ya heshima na asili ambazo Leonadi hakuwa hatarini na hakuwa tayari kuziweka wazi. Usiku huo, Tasha alikuwa na neema kwa njia ya simu salama. Una ushahidi wa kutosha kumwangusha Leonard. Neema alimwambia Tasha na akaendelea. Tuna video, barua pepe na taarifa kutoka kwa wafanyakazi wake waliotoroka. Lakini lazima uwe tayari kujitokeza hadharani. Tasha alinamisha kichwa na kisha akainuka, akavuta pumzi ndefu. Kama huu ndio mwisho wa maisha yangu ya zamani, basi ni bora niamalize kwa haki. Niko tayari. Usiku ule ule, taarifa za siri zilianza kutuma kwenye vyombo vya habari vya kimataifa: mwanamke ajitokeza na ushahidi wa biashara haramu za kimataifa zinazoendeshwa na mfanyabiashara maarufu Afrika Mashariki. Lakini asubuhi yake mlio wa bastola ulisikika nje ya nyumba ya maficho. Je, yeah. Waliofuata na vipi kuhusu Tasha salimika kweli? Usikose kuungana na mimi katika sehemu inayofuata. Mwisho wa sehemu ya tatu ndio mwanzo wa sehemu ya nne. Karibu Cossy Media, usahau kusubscribe ku like na ku comment, ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi yetu tamu ya Kivuli cha Mapenzi. Bye.